Karibu Teachkrest, mimi na uta wako Bikerugo. Nataka tufanye uh, kazi ambayo ni ya matumizi ya lugha. Karatasi ya pili. Kiswahili kina sauti mbili kuu, zitaje? Kiswahili au lugha yote ile ina sauti mbili kuu, konsonanti na irabu. Haya, swali so la pili, eleza tofauti kati ya vokali na alfabeti Utapata kwamba vokali ni sauti ambazo hutamkwa bila ya kubanwa kwa mkondo wa hewa, ilhali alfabeti ni abjadi, yaani jinsi uh, vokali na konsonanti za lugha fulani zimepangwa. Kwa mfano, katika Kiswahili tu abjadi yetu ni a ba kuna cha da dha na kadhalika kuendelea. Eleza sifa za sauti zifuatazo. Sauti a, kumbuka hii ni irabu. A, utamkiwa ambapo una unapata ulimi ubaki chini, hauinuliwi juu alafu pia utapata a hapo tamkwa natamkiwa katikati ya ulimi. Na pia a, midomo imeweza kuviringwa ndio zinaitwa midomo. E hii e, ni sauti ya mbele alafu, mm, unapata ulimi umeinuliwa wastani, alafu e, inapotamkwa huwa ni midomo imeweza kutandazwa e. Haya, ba ba ni konsonanti. Alafu ba ni sauti guna. Kwa sababu gani? Unasikia kuna mtikiso wa nyuzi ba buko bata hmm. Pia ba ba ba ni sauti ya midomo. Pia ni kipasuo kwa sababu inapotamkwa hewa imezuiliwa na kuachiliwa kwa ghafla utamkaji wa konsonanti tunazingatia sifa tatu ni zipi? Mwanzo tunaangalia uguna au usiguna. Utataka kuangalia ikiwa sauti inatoa mtikiso wa nyuso za glota. Jambo lingine utaangalia ni kule kubana kwa hewa na kuachiliwa. Jambo la tatu ambalo unaweza kuangalia ni mahali, ni ala zipi zimetumika katika kutamka sauti fulani. So, daktari, pia unaweza kuangalia unazali na sauti ambazo mkondo hewa wake hutolewa kwa pua zitakuwa ving'ong'o au nazali. Eleza tofauti kati ya sauti guna na siguna. Sauti guna ni sauti ambazo zikitamkwa kuna mtikiso wa nyuzi za glota, pia huitwa sauti nzito, ilhali sauti siguna au hafifu ni sauti ambazo zikitamkwa hakuna mtikiso wa nyuzi za glota, kuna mrindimu kwa mfano ba ni sauti guna na pa ni sauti siguna. Taja makundi sita ya konsonanti. Makundi sita ya konsonanti, tuna vipasuo, tuna nazali, tuna haviyeyusho kama wa na ya, tuna vikwaruzo, vikwaruzo kwa miza na kadhalika. Andika maneno mawili yenye sauti mwambatano. Sauti mwambatano ni pale ambapo unapata kuna sauti ambazo kuna konsonanti mbili zinafuatana. Kwa mfano m mm na wa, mwalimu. Inaweza kuwa m mm na ja, njugu mm -hmm, neno kama ng'ambo, ma na ba na kadhalika. Haya, taja vipashio vya lugha vipashio vya lugha ni viambajengo. Lugha imejengwa kwa viambajengo vinne: kuna sauti, kuna silabi, kuna neno kisha kuna sentensi. Taja aina mbili za viambishi. Na viambishi ni a, silabi amilifu zinazotiliwa baada au kabla ya mzizi wa neno, hivyo tuna viambishi awali Prefix, zinatiwa kabla ya mzizi na tuna viambishi tamati ambavyo hutiwa baada ya mzizi Suffix. <coughs> Ainisha neno lifuatalo katika viambishi vyake, anayewaleta, anayewaleta. Uh, silabi pale. Kwanza lazima utambue mzizi unapoulizwa viambishi uainishe uh, usiju ukaleta kiambishi pale a, mzizi lakini, ikiwa utaulizwa ueleze mofimu ndipo utaweza kuonyesha sehemu ya mzizi. Hivyo anayewaleta, unapata let ndio mzizi, hivyo a imekuja baada ya let itakuwa ni kiambishi tamati ambacho ni kiishio a. Anayewaleta pale mbele a ni wa, uh, kiambishi awali kinachowakilisha nafsi ya, ya tatu umoja na kiwakilishi cha wakati uliopo. Kisha kuna ye, kiambishi awali cha orejeshi. Orejeshi naweza kujionyesha kupitia ye katika ngeli ya awa, anayewaleta, aliyewaleta, niliyemwita na kadhalika. Tofautisha kati ya kiimbo na shadda. Unapotofautisha tunatarajia utumie nini, ilhali hivyo. Tutasema kiimbo ni kupanda na kushuka kwa mawimbi ya sauti, ilhali shada ni mkazo unaotiliwa neno ili kuleta maana iliyokusudiwa. Haya, weka shada kwenye neno barabara ili kudhihirisha maana. Kuna barabara kwa maana ya njia au baraste, pale itatia ni neno la Kibantu, hivyo tutahesabu silabi mbili kutoka mwisho mkono wako wa kushoto, hivyo utapata ni barabara. Ikiwa ni barabara kwa maana ya shwari, vizuri, itakuwa baina ya ba ya kwanza na ra ya kwanza, barabara. Kumbuka unatumia king'ongo kuonyesha. Wengine wanaweza kupigilia mstari, lakini natumai king'ongo ni njia mwafaka zaidi maneno haya yako katika ngeli zipi? Kumbuka kwamba katika Kiswahili maneno yameweza kuwekwa katika kategoria mbalimbali na hivyo tuna ngeli. Ngeli nilivyotangulia kufunza hapo awali, kuna ngeli kutegemea sintaksia, kutegemea kimofolojia, pia kutegemea a kifonolojia, lakini kwa kiwango cha wanafunzi wa sekondari tunatumia ngeli a kisintaksia, hivyo unatunga sentensi ili ujue, kwa mfano maneno haya yako katika ngeli zipi. Kuna chai. Chai imefanya nini? Chai imefanya nini? aina wingi, hivyo ni ee, kijana. Kijana amefanya nini? vijana wamefanya nini? Kumbuka, aa, kuna maneno ambayo huenda yakaanza na ki lakini hayako katika ngeli ya kivi kwa sababu gani? Utangalia kigezo, uh, kwa mfano je, vina uhai au havina? Ukiangalia kijana ni mtu aliye na uhai, hivyo anapata ngeli ya A. Bainisha aina za maneno katika sentensi ifuatayo: gari kubwa liliingia uwanjani. Gari ni nomino, kubwa ni kivumishi, linaeleza zaidi kuhusu gari liliingia ni kitenzi. Uwanjani ni kielezi, na ni kielezi kipi? Kielezi cha mahali. <coughs> Kuna maswali mengine ambapo unaweza kuulizwa uweze kubainisha aina ya maneno na ni aina gani ya neno haswa. Kwa mfano kama hapa, gari ni nomino ya kawaida, kubwa ilikuwa ni kivumishi cha namna haya, liliingia ilikuwa nikivumish eh, nikitenzi kitenzi halisi. Alafu uwanjani tukapata ni kielezi cha mahali. sahihisha sentensi zifuatazo hmm. Unapewa sentensi ambayo labda haifuati uh, kanuni eh, au sheria za lugha, hivyo unafaa urekebishe, unafaa uangalie mambo kama ngeli, je, imefuatwa ikiwa kuna um, mambo kama yapi tena, uakifishaji na kadhalika, na pia ikiwa inaleta umantiki uliokusudiwa. Kwa mfano, waambie wale wamama waje. Hapo neno ambalo limeharibu ni wamama. Hatuna wa wingi wa mama ni kina mama au akina mama, hivyo itakuwa waambie wale kinamama waje, lafutie kitone mwisho kuonyesha kwamba ni mwisho wa sentensi na utaanza sentensi hiyo waambie kwa wa kubwa. Andika kwa wingi. Wingi plural zaidi ya kuwa moja, kwa mfano baba alienda sokoni itakuwa akina baba walienda sokoni. Eleza miundo miwili ya silabi za Kiswahili. Angalia kama huyu mwanafunzi hakuweza kujibu. Hmm. Miundo miwili ya silabi za Kiswahili. Kumbuka silabi ni pigo moja la sauti moja. Inaweza kujitokeza kama irabu irabu, kwa mfano uwa, owa, au na kadhalika. Pia inaweza kujitokeza kama konsonanti na irabu, kwa mfano kwa neno mtu au mama, ma, m, m, m pale itakuwa ni konsonanti, a iwe ni irabu pia uweza kujitokeza kama konsonanti konsonanti irabu kwa mfano neno lipi ma ba alafu kuna o ma ilikuwa ni konsonanti ba ni konsonanti o ni irabu uenda pia ikawa ni konsonanti konsonanti irabu konsonanti tatu kwa mfano neno mbweha kuna ma ambayo ni konsonanti kuna ba ambayo ni konsonanti kuna wa ambayo ni kiyeyusho pia ni konsonanti. Alafu kuna e ambayo ni irabu. Wengine unaweza kutia konsonanti, alafu kuna nazali, irabu na kadhalika. Ni uweze kufahamu haya katika kiwango hichi. Fahamu irabu, irabu konsonanti, konsonanti irabu, konsonanti irabu konsonanti, konsonanti irabu na kadhalika, kisha upane mfano ili kupata alama zako. Nyambua vitenzi hivi chinja, katika kauli ya kutendea. Mnyambuliko, kunyambua ni kule kutia viambishi baada ya neno ili kuleta maana iliyokusudiwa. Kwa mfano, chinja katika kauli ya kutendea inamaanisha kufanya kwa niaba ya, kufanya kwa ajili ya mtu fulani. Ehe, kwa mfano hapa chinji itakuwa chinjia katika kauli ya kutendeana ambapo kuna mtu anafanya na wewe unamfanyia itakuwa ni chinjiana. Aa, neno imbiana liko katika kauli ya kutendeana uligeuze liwe katika kauli ya kutenda itakuwa imba. Imba. Imba ndio mzizi wa neno hilo na shina lake ni imba katika kauli ya kutendea itakuwa imbia hmm? Imbia, imbia chezea, chezea. Na maana kwamba tuseme kama ni imbia Mungu, unaimba kwa niaba ya Mungu au unaimba kwa ajili ya Mungu mm -hmm. Haya, kwa kutolea mfano, onyesha matumizi ya alama za kuakifisha mkwaju. Mkwaju ni stroke, pia huitwa mshazari. Unaweza kutumia kuandika tarehe, mfano leo ni tarehe kumi na tano weke mkwaju mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano. Haya, pia unaweza kutumia alama ya mkwaju ili kubana sauti. Kwa mfano kama ni umeona kwamba zimeweza kubanwa kutumia alama ya mshazari Unaweza kutumia mshazari katika uandishi wa kumbukumbu kumbuka. Unafaa uweze kutia nini? Mfano, ili upate alama zako kamili. Unaweza kutumia wapi tena mkwaju? Kwa maana ya au ama, nyanya stroke, bibi, mkwaju. Haya, tunga sentensi mbili kutofautisha maana ya jaa na njaa. Makinika mwanafunzi, ikiwa umeambiwa uandike sentensi mbili, andika sentensi mbili. Kama umeambiwa moja, andika moja. Hapa umeagizwa uandike kutumia sentensi mbili maana ya jaa na njaa. Kwa mfano, unaweza sema ukubwa ni jaa. Sentensi ya pili nitakapoiandika utaorodhesha, utuambie moja, ya pili ni njaa, ninahisi njaa hanga Hmm. Haya, geuza sentensi hii katika wakati uliopo. Kumbuka tuna nyakati tatu. Wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Na tunatumia viambishi tofauti. Katika wakati uliopita natumia li. Wakati uliopo natumia na, na wakati ujao tunatumia ta. Haya, swali letu. Geuza sentensi hii katika wakati uliopo. Jua litawaka sana. Hapa sentensi ipo katika wakati ujao. Hivyo katika wakati uliopo itakuwa jua linawaka sana. Sehemu ya isimu jamii. Lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti nasibu au kibahati bahati ambao umekubaliwa na jamii kwa ajili ya mawasiliano. Elezo umuhimu wa lugha. Kutumiwa kwa mawasiliano, huweza kutumiwa kama kitambulisho cha watu, lugha kutenganisha ikiwa labda tukuwa tunataka kusengenya mtu, tunabadili lugha. Aha, taja ya mambo manne yanayodhibiti matumizi ya lugha. Hapo unaulizwa kuhusu kaida au sheria zinazodhibiti matumizi ya lugha. Kuna sheria mbalimbali kama vile umri. Umeambiwa utaje, unaweza kueleza, kuna umri, kuna cheo, kiwango cha elimu naweza kuangalia uhusiano baina ya wa wahusika, muktadha, wakati, hali, mambo kama hayo. Kwa mfano umri, watu ambao ni wa umri mdogo, utapata kwamba wanatumia lugha ambayo ni nyepesi. Watu ambao ni wa umri mkubwa, wazee, utapata kwamba wanatumia lugha iliyokomaa, ina methali na fumbo na kadhalika. Kama ni watu ambao ni wa umri unaotoshana ni marika, utakuwa wanatumia lugha ya kutaniana. Haya, ikiwa watu wana uhusiano wa karibu, watatumia lugha ya kirafiki. Ikiwa wana uhusiano wa kiofisi, watatumia lugha ambayo ni ya rasmi. Haya, ikiwa tuseme mm, kitegemea muktadha. Lugha ambayo tutatumia darasani itakuwa tofauti na lugha ambayo itatumiwa Ah, labda mtaani. Haya, hmm. Kama ni wakati, hata salamu zitatofautiana. Kwa mfano, kwa Kiswahili tutatumia sabalheri asubuhi, masalheri jioni. Haya, mm-hmm. Ikiwa ni cheo, watu ambao ni wacheo kimoja watatumia lugha ya kawaida. Watu ambao ni wachio kikuu wanapoongelesha watu wachio cha chini, mara nyingi hutumia lugha ya kuamrisha. Na watu ambao ni wachio cha chini wanapoongelesha watu walio chio kikuu kualiko, watatumia lugha ambayo ni unyenyekevu. Kumbuka pia hata katika uandishi wa hotuba. Lazima utambue watu ambao wako katika hadhira yako, ndipo unawapanga kutegemea itifaki au cheo vyao hautachanganya. Useme kama ni shuleni, utaanzia mwalimu kuu, naibu wa mwalimu, walimu wenzangu na kisha wanafunzi, hmm. Au utaanzia wanafunzi <gifo> kisha uanze hivyo. Unaangalia cheo, pia kiwango cha elimu. Watu ambao wamesoma sana, lugha yao huwa ni imekomaa kilinganisha na watu ambao labda walifika shule ya chekechea, ambao lugha yao itakuwa ni nyepesi. Pia uh, tuna utabaka. Watu ambao ni wa tabaka la juu ni wakwasi, utapata kwamba lugha yao itakuwa tofauti na ya wale ambao ni wa tabaka la chini. Wa tabaka la chini watakuwa wanatumia lugha ambayo izingatii uh, sarufi mm. wanaboronga tu mradi waongee lakini watu wa tabaka la juu wameweza kusoma, wanaenda shule za kifahari, utapata kwamba pia wanaweza kuzungumza zaidi ya lugha moja. Mm -hmm. Hayo ni mambo ambayo unafaa kuyafahamu wewe mwanafunzi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.